wa wetu wa Ruvuma ni miongoni mwa mikoa inayolisha taifa hili. Wananchi wetu wanajishughulisha na kilimo. Kabla ya kuingia Dr. Samia miaka minne iliyopita, tulikuwa tunanunua mfuko wa mbolea moja shilingi laki moja na kumi na tano mpaka laki moja na hamsini, lakini baada ya kuingia Dr. Samia Suluhu Hassan madarakani tunanunua mfuko wa mbolea elfu arobaini na tano mpaka elfu sabini na sita nani kama Dr. Samia? Na ndugu wananchi, tuwatoe hofu. Dr. Samia ametuahidi, na ilani ya Chama cha Mapinduzi imeandikwa mtakapotupa kura Chama cha Mapinduzi tutahakikisha tunaendelea na mfumo wa kutoa ruzuku za pembejeo za kilimo. Si Dr. Ndumbaro amefanya kazi kubwa sana, lakini kipekee, Wanasongea mi niwapongeze sana, mmekuwa na timing za uchaguzi kweli kweli. CCM tokea mumteue huyu kuwa mbunge wenu na kumchagua, amekuwa akipata nafasi za juu kwenye serikali. Marais wote hawakumwacha huyu, CCM nayo. Na ni kwa sababu gani? Mmechagua mtu bora, mmechagua mtu bora. Jana nilikuwa nikiangalia mitandao ulikuwa ukipita hapa bomba mbili kutoka kwenye ofisi za mkoa mkoa kupandisha hapa juu, vumbi tupu, lakini Dkt Ndumbaro, sasa hivi tunateleza hapa. Tunapomsema Samia tunamsema kwa vigezo, hatumsemi kwa uchawa wala upambe. Leo mikopo ya elimu ya juu imetosha, mpaka ameishusha kwenye elimu ya kati. Nani kama Samia? Mama alikwenda kucheza sinema, tulimcheka wote. Mwanamke anaendesha land cruiser manyu, anapepa visiki, anakanyaga klachi, anavuka mito, anafanya nini? Leo tuna watalii Tanzania wengi kuliko wenyewe wa Tanzania. Nani kama Samia? Kwa hiyo tunapomsema, tunamsema kwa vigezo. Sasa mama Samia anataka wasaidizi. Wasaidizi wake ni nani? Dr mimi sio kada yangu kukuinua, lakini naomba uinuke. Wakati Dr. damas Ndumbaro anakuja kugombea kwenye uchaguzi mdogo elfu mbili na kumi na saba tukaufanya kumi na nane mimi ndo nilikuwa msolomi wa manispaa ya Songea. Watu wengi waliniambia umeteua mbunge lofa, Ndumbaro lofa au mtu wa mjini weli. Sasa Ndumbaro nakwambia endelea kubaki hivyo ulivyo, usitunishe mabega, usitunishe kitambi wala usibekue midomo, wewe bonge la mbunge. Twende tukawachague madiwani wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu madiwani hawa na wengine wapya ambao wanakuja ndiyo wamesababisha maendeleo tunayoyaona. Madiwani, mbunge na rais ndio wamefanya tuone lami zile zinapendeza wametulipia fidia maeneo mbalimbali, wametujengea hospitali za rufaa za wilaya na zahanati. Lakini muhimu zaidi, wametuahidi mambo mazuri sana miaka mitano ijayo. Nisemeni siseme? Nisemeni siseme? Moja, wametuahidi mbolea ya ruzuku itaendelea mbolea ya ruzuku oye! Kama wewe unapenda mbolea ya ruzuku, mkono juu! Mbolea ya ruzuku oye! Mbolea ya ruzuku hii kama alivyosema mgeni rasmi ni muhimu katika kuongeza uzalishaji, na sisi ni mkoa unaoongoza katika kilimo. Waheshimiwa madiwani mbunge na raisi wametuahidi ujenzi wa chuo kikuu Songea na tayari kimeanza kujengwa kule Pambazuko. Chuo kikuu oye, yeah! Waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani, mbunge na rais wametuahidi ujenzi wa viwanda pale ipzda mwenge mshindo viwanda ambavyo vitawapa ajira vijana wetu, viwanda ambavyo vinakwenda kukuza uchumi wa mji wetu, viwanda oye, oh yeah. Tukishayafanya haya yote niseme nisiseme, mimi Damas Daniel Ndumbaro na waheshimiwa madiwani wote walioko pale wakata na waviti maalumu, tunawaahidi baada ya miaka mitano, Songea inakwenda kuwa jiji jiji, oye! Wangapi wanataka Songea kuwa jiji? Kuwa jiji oye! Sasa, ili tuyafanya haya yote, lazima kesho asubuhi na mapema twende kwenye vituo vya kupigia kura tukakichague chama cha mapinduzi CCM, oye yeah. Ndugu mgeni rasmi, safari ya siku sitini, safari ya miaka mitano imekuwa ndefu sana. Sina budi kuwashukuru wale wote ambao tumepambana nao miaka mitano na siku sitini.